Kwa faa sana akiomba kwa bidii. Mtu wa Mungu, Mungu ameongezea bidii. Alikuwa anaweza akaandika tu akasema kuomba kwake mwenyewe kwa faa sana. Lakini kwa nini ametia mkazo na msisitizo kwamba akiomba kwa bidii? Iko bidii binafsi inayohitajika katika maisha yako, kwa sababu mlengo wa maisha yako ni wewe mwenyewe, anayepitia tatizo au jaribu, anayepitia yale maumivu ni wewe mwenyewe namna hii haiwezi kutoka, lazima uchukue bidii binafsi, lazima uchukue jitihada binafsi, ili zikutoe kwenye hiyo changamoto, ili zikutoe kwenye hiyo shida, ili zikuvushe kwenye huo mlima, ni lazima utafute uso wa Bwana. Tafuta muda binafsi, panga ratiba zako vizuri. Mungu hajamkataza mtu kufanya kazi, hapana. Kufanya kazi ni, ne, ni nafasi yako na ni Mungu alisema kwamba sifanya kazi asili, lakini kufanya kwako kazi haimzuii Mungu au haikuzuii kuchukua nafasi ya Mungu. Kazi yako isiwe sababu ya kukuzuia au kukusababisha kuchukua nafasi ya Mungu katika maisha yako. Usikubali shetani ya kunyime muda. Jamani, tunaona wenzetu wa upande wa pili wanatafuta hata dakika tano tu za kuongea na Mungu wao. Wanajua umuhimu wa sala. Kwa nini kwetu sisi inakuwa ni ngumu? Tatizo liko wapi? Haleluya, haleluya! Watu wa Mungu, tunatakiwa kutambua mashambulizi yanatoka wapi. Tunatakiwa tujue kwamba shetani anapigana na sisi kwa, kwa njia ipi? tunatakiwa tujue shetani ametega sehemu gani ambayo anajua kabisa. Ukijua hii siri au kipambana naye kwa njia ya maombi, hakika utamshinda kwa namna yoyote. Na ndo hicho kitu ambacho tunatakiwa tupambane nacho wapendwa. Yaani hakuna namna ya kukaa kufarijiana bila maombi. Hatuwezi kuvuka, bila maombi hatuwezi kuvuka hatua yoyote. Bila maombi hatuwezi kupata kitu tunachokihitaji katika maisha yetu. Ni lazima ujitoe. Ni lazima ujikane mwenyewe. Yesu mwenyewe aliacha eneo nzuri akaamua kwenda mlimani kuongea na Mungu wake. Aliacha usingizi akaona una maana. Na hapo kwenye usingizi ndio shetani ambapo wanatupiga. Yaani kwenye usingizi ndio ambapo wanachukua pointi. Kwa sababu unakuwa umefanya kazi muda mwingi. Kwa hiyo wewe muda wako wa kuomba, ni dakika tano tu ile maombi ya kwenda kulala. Baba, nakushukuru umenilinda mchana kutwa sijui usiku naenda kulala. Eh me umemaliza. Shetani sio mrahisi kiasi hicho. Yaani shetani sio mrahisi kiasi hicho wapendo. Anajua siri iliyoko ndani ya maombi. Na ndio maana nakunyang'anya huo muda. Yaani hakupi nafasi kwa namna yoyote. Anapambana na wewe kwa sababu anajua ukishajua hiyo siri ya maombi iliyopo, ni lazima utamshinda kwa namna yoyote, na yeye hataki uishi maisha ya furaha. Shetani hataki kuishi maisha yako unayotaka kuishi wewe. Hivi mnaelewa kwamba maisha yako yanaweza yakabadilishwa? Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Hivi mnaamini kiwa mzembe na ukizembea nafasi yako inabadilishwa? Mtaniambia nabadilishwa kwa namna gani? Kisoma Wafalme pale, kulikuwa na kisa cha wanawake wawili ambao walikuwa na watoto wadogo. Wafalme kulikuwa na kisa cha wanawake wawili, wote walikuwa na watoto wachanga. Tunaambiwa mmoja usiku alipolala mtoto, mtoto wa mwenzie wa jirani yake alifariki. Alipofariki, yule ambaye alikuwa macho, baada ya kugundua mtoto wake amefariki, yule mwingine ambaye mwenye mtoto mzima, siko usingizini amelala Akabadilishiwa mtoto kesi. Ikaanza kuwa hapo, mtoto mzima wakake kachukuliwa, kawekewa mtoto mfu. Sababu ni nini? Usingizi halo, usingizi, usingizi. Mtu wa Mungu, unaweza kufanya maisha yako yabadilishwe. Mungu anakusudia jambo jema kwako. Mungu apendi kuona unateseka Mungu hapendi kuona nakaa kwenye hali wengine. Kumbuka kwamba wewe, wakati unafanya bidii hii katika kazi au katika biashara zako, wapo watu ambao wanakesha na kuangaika kwa ajili ya kuharibu maisha yako. Yaani wewe unavokimbizana, unavofanya bidii, unavojitahidi katika mambo ya kimwili kupambana kuhakikisha maisha yako yanakuwa vizuri, yuko mtu ambaye naye anapambana kuharibu maisha yako. Atakushinda kwa namna gani? Atakushinda pale ambapo wewe utalala yeye ndio atachukua nafasi. Kwani si tunaambiwa kwenye neno la Mungu kwamba shetani halali. Shetani anazunguka. Anakesha kwa ajili ya kuharibu ni kutafuta watu wa Mungu kuharibu maisha yao. Sasa kama shetani mwenyewe anakesha, anahangaika kuhakikisha kwamba anakuangusha au anakesha kuhakikisha kwamba anakutoa kwenye hiyo nafasi. Wao unapata wapi nguvu ya kulala? Haleluya, haleluya. Watu wa Mungu, tunatakiwa kujitambua. Tunatakiwa tuchukue jitihada binafsi. Kulala kukatazwa, watu wa Mungu, lakini unalala muda gani? Na maombi yako unayafanya muda gani? Unatumia muda gani kwa, yani kwa masaa mangapi unaweza kudumu katika maombi, na masaa mangapi unapata usingizi? Ukweli ni kwamba katika tu hali ya kawaida tukiachana na kui... si ndivyo? Watu ambao wa kwenye biashara tunaona kwamba upo ushindani, kwamba unaumiza kichwa, kwamba biashara yangu ndio ni kweli. Ninajua kitu fulani, lakini ninatamani kuongeza ujuzi kwenye hiyo biashara, ili nihakikishe kwamba ninampita hata yule mwingine ambaye anafanya biashara kama ya kwangu. Inahitaji jitihada au juhudi binafsi, si ndio, watu wa Mungu? Lakini hebu niambie kwamba upo kwenye biashara umelizika na umebweteka, mwenzako anapambana, na wewe kuhakikisha kwamba anakupita. Una biashara ile ile na yeye ana biashara ile ile, lakini anapambana. Kwa nini huyo ananizidi? Kwa nini ana wateja wengi? Anaumiza kichwa. Wakati mwingine mtu anachukua gharama za kurudi shule. Haleluya mwingine anapata kazi ya kuchukua, kununua vitabu, anaingia gharama kununua vitabu. Mwingine anaingia anaweka bando la kutosha, anakesha mtandaoni kuhakikisha kwamba natakiwa hichi kitu nijifunze, nipambane, niku nikomae, ili nijue kwamba yule anayefanya hii biashara kama ya kwangu nitamzidi kwa namna gani. Inahitaji bidii binafsi. Ukisema ukae ulizike, mwenzako atafanya nini? Atakuzidi tu. Ndivyo ilivyo, katika maombi toke kwenye hiyo hali ngumu ili utoke kwenye hiyo hali moja ambayo unaiona kila siku, unapitia hali ile ile, inakutaka mtu wa Mungu uchukue bidii ya kutafuta uso wa Mungu. Maombi, mtu wa Mungu, ni silaha. Vita vyetu hatupambani kwa jinsi ya nyama. Vita vyetu hatupambani kwa ngumi. Katika ulimwengu huu wa mwili nguvu za mwili hazitatusaidia, ila zipo nguvu za rohoni. Tunamwona mtumishi wa Mungu Daudi. Tunamsoma mtumishi wa Mungu Daudi. Tunamsoma Daudi na Goliati. Goliati alikuwa anajivunia nini? Alikuwa anajivunia jeshi alokuwa nalo. Alikuwa anajivunia nguvu alizokuwa nazo. Tunamsoma sifa zake. Kwamba sio alikuwa ni mtu wa miraba mingapi? Alikuwa ni mtu mkubwa. Watu walikuwa wanamwogopa, ni mtu wa vita. Wafilisti walijitu, walimsimamisha. Wal, wal, wal, wal kama ndo shujaa wao aliwatesa wana wa Israeli. Alilitesa, alitukana majeshi ya Bwana kwa sababu ya ule ukubwa alokuwa anajivunia. Lakini ulikuwa ni mwili, ni hali ya kawaida. Alijivunia ali nguvu zake za ugali, alijivunia nguvu zake za kimwili, alijivunia umbile lake la kimwili la nje, na kweli wakamwogopa lakini tunajifunza kwa mtumishi wa mungu daudi alikuwa ni kijana mdogo tunajifunza kwenye neno la mungu, kwenye mungu maandiko tunaambiwa alikuwa ni kijana mdogo hakutishika na ile umbo aliyokuwa nalo hakutishika na lile umbo, umbo. yeye alimtumaini mungu yeye alichokuwa anajua ni mungu ndo anaweza kumshindia yeye alimtumaini mungu pekee haleluya na ndo maana akamwambia Goliati, "Unanijia kwa fumo. Alibeba vitu vingi, alimdharau sana. Lakini Daudi hakuwa na maneno mengi. Unajua wakati mwingine hatutaki kuwa na siasa una maneno mengi midomoni. Sisi vita vyetu tunakuwa tuvifanye rohoni. Mtu anakujia vita ya waziwazi, wazi. Usipambane naye kwa mdomo hapana. Usipambane naye kwa maneno hapana. Maneno hayata kusaidia. Yata